Vijana mkoani Tabora ameshauriwa kuzitumia fursa zitokanazo na sanaa ya muziki ili kujimarisha kiuchumi. Lubango ana taarifa zaidi. Wakizungumza na ZBC, baadhi ya wasanii wa muziki mkoani Tabora wamesema sanaa ya muziki ina fursa nyingi ikiwemo mikopo ambazo zinawawezesha kufanya kazi zao kwa ubora zaidi. Ana mheshimiwa ajaribu kutufikiria na sisi wasanii wa chini hapa, kwa sababu tunakuta na sisi pia ni wasanii kazi ni nyingi, tunafanya kazi nyingi, tunajitahidi kwenye kufanya kazi nzuri, kwa inatubidi turekodi usiku kwa sababu hapakuwa na studio. Changamoto ndio ilikuwa hii. Kwa ushauri kwa wasanii wenzetu, ili tuweze kufika mbali kisanaa, kwa sababu huwezi kutegemea sanaa peke yake, na ili ufike mbali ni lazima uwe na vitega uchumi mbali mbali. Yeah, biashara, yani mziki unalipa, wengi sana wanafanya mziki na tunaona wanafanya kama biashara. Akalanga Mbongo ni mmoja ya wa wamiliki wa studio ya kurekodia muziki mkoa wa Tabora, ameiomba serikali kulitambua kundi la wasanii na vijana hawa. Wanaoimba muziki, wanaofanya sanaa ya muziki sio wahuni, na asitokee mtu akufutia kama vijana hawa ni wahuni. Sanaa ni kazi kama kazi kama zingine. Naiomba serikali, jaribu kuwatazama vijana hawa na waweze wa kutambulika kwa namna yote, ambayo serikali inaweza kaweka utaratibu wenyewe. Fazila Sukile Kayange, kaimu afisa utamaduni Igunga, ametoa wito kwa wasanii wa sanaa ya muziki Igunga kujitokeza kujitokeza na kujisajili katika ofisi za utamaduni, ofisi za BASATA ili kutambulika na kuongeza ufanisi wa kazi zao. Tunaamini na tunaamini na kwa maana nyingi tunawatumia kwenye kazi zao. Hivyo tunawasisitiza shime wafike ofisi ya utamaduni wapewe utaratibu mzima wa kujisajili bila gharama. Gharama zitafika zile tu za kujisajili kwenye mfumo. Nikiripoti kutoka ila Nigunga mkoa wa Tabora, Rubango Mleka ZBC. Michezo.